Hawezi kufanya kaulan karima mtu ambaye hana tabia zinazokubalika kidini, mtu ambaye hana tabia akhlaq, atawakemea wazazi, atazungumza nao anashika pua, atazungumza nao anafanya kitu kingine, anachati na simu, anazungumza na mzee. Umeelewa au haujaelewa? Ile kaulan karima. Kwa nini Mwenyezi Mungu sema wa qul lahuma qaulan karima? Waambie maneno yenye ukarimu kwa sababu ukizungumza na wazazi wako maneno ya ukarimu, tabia yako wewe ni mahmuda. Ya tatu, kwa nini Mwenyezi Mungu kaulan karima? Ametumia kaulan karima kwa sababu kuzungumza na wazazi ni jambo kubwa, au hameyaoni ameaonio ya labda yapo? yeah, hapo kwa nini qaulan karima bug mtoto aliofiwa kama ni yatima ni kosa kubwa sana, basi iliko kubwa zaidi ya hilo kumbuguzi mtoto ambaye kafiwa na kuliko yatima. kuna kitu izungumza kinaitwa atalmihu atalmi. Ni ishara ya kuwepo kitu fulani kwenye dalili, ishara ya kuwepo kitu fulani kwenye dalili dalili inaweza ikatajwa halafu kuna havijatajwa lakini kwa ishara vipo. Umenielewa au je, unielewa leo, leo. Leo nimewaweka mbali sana. Naam, sababu za Mwenyezi Mungu Subhana ongea na wazazi wako neno lenye ukarimu. Ndiyo maana darsa la jana nikaleta maneno yako mengi kwenye Qur'an ambayo Mwenyezi Mungu yote kayaamrisha ya ayyuhalladhina amanu ittaqu llaha waqulu qawlan sadida. Kwa wazazi hakuleta hilo Kula lahu kusema hilo hakutumia la..., katumia karima. Kuna sababu gani? Sababu ni hizi, mtoto. Sababu ya kwanza mtoto wezi kuzungumza na mzazi wake, ee hi... ukarimu, isipokuwa huyo mtoto atakuwa na tabia njema, lakini jamaa hayupo, ila kuna maelezo karipa nitakwambia baadaye ni tabia nzuri. Kwa hiyo kaula karima, wewe kwako haikufiti kwa Mwenyezimungu, wakul lahuma kaulan karima, ongeeni na wenu kwenye tabia inayokubalika kidini. Hapo nimeeleweka, sieleweka? Na ndio maana akutumia sadida. Sadida haina hiyo sababu ya kwenye kitu kidogo, kitu cha kawaida karimu huwa haingi

Sawa, ulishapata kulala ukaota? Ulishapata ukalala ukaota, niko Ingereza nakula keki, nafanya nini? Ishakutokea? Ishakutokea au ishalala tu ukaota nakula na, ukiamka unasimia ah, leo nilikuwa na ah, ni mota nakule eh. Unakula kwenye ndoto, unakulaje? Wale watu wana maisha ya barzakhi wana maisha yanaitwa barzakhi barzakhi, maisha ya kibarzakh ambayo ni maisha ya katikati ya dunia na akhera, ni katikati ya dunia na akhera, na ndio maana tunaambiwa na wale wakaburini wanakuwa ni udongo, lakini kwa design Mwenyezi Mungu ambaye ameita, kwa hiyo maumbile yao yanarudi kwenye asili, minna khalaqnakum wa fiha nu'idu nakurudisheni kwenye asili yenu, lakini mtakuwa ni viumbe lakini kwenye asili ya udongo. Kowe pale wana maisha na pale kaburini maiti wanakuwa kwenye aina nne. Maelezo yamezungumzwa na Imamul Ghazali kwenye moja kati ya vitabu vyake. Maiti wanakuwa aina nne. Kuna watu ambao ni annaisun, kuna watu ambao wamesinzia kabisa usingizi na mambo ya duniani. Wanapopelekewa habari za huko wanapelekewa kama ndotoni, lakini kuna watu alqaidun, amezungumza Imamul Ghazali moja ya kitabu vyake. Alqaidun, kuna watu wamekaa kwenye adhabu mpaka siku ya Kiyama. Alafu attaifun, kuna watu ambao roho zao zinatoka zinakuja kwenye vikazi kama hivi zinatembea. Alafu attahirun, na kuna wengine roho zao zimebebwa na baadhi ya viumbe zinaelea. anu kulu mimma fil ardhi halalan tayyiban, kwenye kula ni halali tu, hakuna kula kwa haramu kwao. Ukimpelekea mzazi wako kitendo cha haramu chakula cha haramu umefanya makosa, na iiti kama umemkirimu, iti kama umemkirimu, hata kama yeye hajui Mwenyezi Mungu anakujua, haujamkirimu Acha hiyo kusema kwamba wako maimamu tunawajua lakini wanaishi kwa uongo kuomba, omba. Acha uongo. Kuomba tu Sheikh, naomba unisaidie elfu tano hapa. Naomba unisaidie elfu mbili hapa. Hata kama asemi, maana wengine wanasema wanaomba kwa uongo, unajua sijala tokea juzi, tokea juzi jala shaka, umetembea na unazungumza eh, na mgonjwa hospitali na nini uh-huh. Kuomba tu kwa halali kule inakatazwa kisheria. Nasema mtu kula kwa chumo la mkono wake ni bora kupita mtani anaombaomba watu. Kula kwa chumo la mkono. Na kuna madhambi huwa hayafutwi isipokuwa yanafutwa kwa mtu kufanya kazi. Kuna madhambi Mungu huwa hayafuti kabisa kwa swala wala kwa zaka wala kwa saumu, yanafutwa kwa ile pilika yako ya kutafuta riziki ya halali, ndio kuna baadhi ya madhambi yanafutwa. Kwa ni makosa makubwa sana hayo katika malezi, tujitahidi tu mtu ubangaize bangaize, hata kama upate amni kidogo, lakini kio ni cha halali, ni bora zaidi. Na wanachuoni wengi wanasema kiungo cha kwanza kitakachoanza kuliwa kaburini kule cha kwanza kabisa ni tumbo, alafu tupu Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu ya watu wengi tutakufa hali ya kuwa tunakula haramu. Kwa hiyo wadudu wanakuja kushambulia kwanza pale ambapo pamekaa mzigo mbaya kuja kwa hiyo tujitahidi sana, sio hata kwa wazazi, hata kwa watoto tu. Siku ya Kiyama, watoto watakuja kuuliza Mwenyezi Mungu, niulizie baba yangu alinjisha haramu, utalipa nini? Utamlipa thawabu. Sasa utakuwa na thawabu ngapi za kuwatosheleza watu mpaka naweza kuingia pepo? Kuomba omba eh mtu anayeombaomba atakuja kiama hali ya kuwa hana nyama ya uso kwa sababu hana aibu kuomba na kuomba omba, vyote ni sawa. Kuomba kwa haja inaruhusiwa, lakini watu hawaombi kwa haja, wanaomba kwa kuombaomba, anazoea ile yani mizinga nakuwa ni mtu wa mizinga eh. au kwa mfano mimi nimetoa kitabu juzi, nimemwomba mtu bwana, kitabu hicho nisaidie lakini wakati huo alipochelewa huyu kunijibu kwenye, nikaona kabisa message imekwenda, nikamwomba mtu mwingine. Huyu mtu mwingine akanitumia, yaani nimemwambia tu nani nani, hapo hapo akarusha mwamala elfu ishirini. Ilikuwa ni elfu kumi na tisa na akarusha elfu ishirini. Nikamwandikia meseji yule wa kwanza, usinipe tena pesa, nimekwishapata. Hivyo ndivyo inavyotakiwa ndi na ah, ni kosa. Na kama zingekuja zote, kwa mfano, kwa pamoja, ingebidi niiweke hii ifanye kazi ile ile bila kuingia kwenye kazi nyingine, kwa sababu ndicho ulichoombea eh. Kwa hiyo ni vitu vya kutahadhari sana, mtu ale haramu, yani kwenye mazingira ambayo hajui kabisa, yani lakini mtu unajua kabisa kwamba hii hii hapana, na aya iko wazi mm, na kitu. <laughs> Na kweli Mwenyezi Mungu kama una kitu anajua huna kitu, lakini huna kitu, una elfu sitini ziko benki. Huna kitu tu hapa mfukoni, ziko benki kule elfu sitini, laki mbili, milioni, kwanini usingeenda kuchukua ile amana yako, ukaja ukana nipunguzetmwendede ah, ni ni fulani, ndio tunazo mabenki sisi lakini kuna watu wametuambia, shekhe, kama nani, bwana Almasi hapa kasema kwa sababu anampiga biti mzee Nyembo, sadaka yake ni hiyo. Kwa hiyo hata kama nitakuwa na shilingi 10000 kitabu ni 5000 kuna mtu anataka kutoa sadaka yake, ameshaniambia namwambia hii haimo katika kuomba kwa sababu yule ameshaweka mlango wazi. Shekh, ikitokea nataka kutoa kitabu niambie, sijui -si, tumeelewana. Yuko mtu, mimi kaniwekea bando, yuko gana. Shekh, madarasa ku download siju, nataka kufanya nini bando? Sasa akitokea mwingine nitamwambia kuna mtu ananipa bando, kwa hiyo hii Angalia uwezekano mwingine. Usiseme tu shekhi hili kwa ajili ya bando. Ah, mi bando nalo. Na? Ah, akisema chukua ongeza. Aha. Lakini ambe shekhi hii, hii bando hii. Ehe. Ah, bwana mimi bando nalo. A, shekhi, shekhi mimi, aa, tumia tu shekhi. Nilikuwa nimesema tu bado lakini kwa matumizi yetu halali.

tumekasema huyu chakula cha haramu kana hana za haramu Mungu atamjibu vipi? na eh. Na unaweza ukawa hujashindwa. Masahaba radhiyallahu anhu walikuwa wanaulizwa maswali ukisoma eh, Ilamul Muqina Rabbil Alamina ya Imamu Ibn Qayyim Jawzi, Ilamul Muqina Rabbil Alamina, Masahaba radhiyallahu anhu walikuwa wanaulizwa swali anali, analijua kabisa, analichukua anampelekea swahaba mwingine, naye analijua kabisa, bwana, mimi nimeulizwa, bwana, naomba fatwa. Naye anachukua mpaka linatembea kwa maswahaba 27, yani linazunguka mpaka linamrudia yeye mwenyewe, ki bwana, mimi nimeulizwa, bwana, naomba fatwa, linamrudia yeye. Wakati mwingine wanasema si vizuri kutoa fatwa hata kama unaejua Okay, hakiki ni bora zaidi. <tutu> Bwana, mimi nimeulizwa swali hivi, kutoka ushuuzi kuna batilisha udhu, namuuliza mzee Sheikh, bin maulizo kubatilishwa udhu kuna toa ushuuzi kuna toa udhu, naomba unisaidie. Ah Sheikh kwani wewe ungelifutu vipi? ah jamaa Sheikh akamwambia wewe unagombana ah Sheikh, leo tunajua, kwani wewe ungetoaje fatwa hapo? ningesababu udhu umebatilika, basi ni hiyo tayari, lakini umepata tahqiqi pata tahkiki kwa hiyo usisemi kila siku, nimejibu swali mshindwa kulijibu. Inawezekana jibu nao, lakini wanataka tu tahkiki. Haya, tuendelee. Naam, la kwanza Halafu siku ambazo aende kazini Jumatatu, anamwambia anikie <coughs> chakula na yeye anapika. Sasa ndio ananiuliza kwamba je, anafanya makosa? Alafu swali la pili anasema yeye ni mke wa halali, walifunga ndoa, lakini mpaka sasa hivi wana miaka sita naweza shiriki tendo cha ndoa, mwanamke alifanyia operation kipindi fulani Wanasema kila anapomwambia mm. Sasa anasema hapo umemaliza, ila kwanza hatakii kutii, ila kwanza hatakii kutii kabisa la taata lil makhluqi fi masiyati al khaliq, hakuna taa ya kumtii kiumbe wakati unapotii unamwasi nani? Muumbaji. Hakuna hiyo. Na pia tumeambiwa wanaume na wanawake, kuwa wana ni kwa dini. Idha atakum au injaakum mantardauna dinaw khulqau fazawijuu, ni dini eh, fadfar bidhati dini, ni dini. Huyu mwanamke anaishi na mtu ambaye hana dini anatakiwa kwenda kwa kwa kadhi, kadhi haivunje hii ndoa. Huwa hatuangalii huyu ananilisha vizuri ananitunza vizuri analelea wazazi wangu, huwa tunaangalia dini. wa ma khalaqtu jina wal insa illa liyabudun, ndo lengo. Kwa hiyo unaangalia dini. Kwa hiyo mwanamke hana dini, umemuasa hafati, umemletea vikao vya kisheria hafati, umemuhama chumba hafati na nini, vile utaratibu ule, mwache, sababu hana msaada kwako na watu wengi huwa wajui. Huwa mimi kwenye ndoa nikienda skizi, wakinipa mawaidha ndoa nyingi, na uwapiga maswali baba harusi, sababu za kuoa ni nini? watakwambia kwa sababu nisizini. Hiyo sio sababu ya kwanza, wala sio sababu ya msingi, unaweza usioe na usizini. sababu ya kwanza ya kuoa ni kutaka ibada yako ipande, kutaka ibada ipande. Sasa huyu mwanamke ibada yake haipandi, kwa hiyo sababu hii haina msingi kwake. Kwa hiyo hatakiwi kumtii huyo mwanamume na anatakiwa aende kwa kadhi huyo mwanamke. Haraka iwezekanavyo sana. Kadhi aivunje hiyo ndoa. Sio melewa. Hili la pili, kama huyo bwana atakua hana vitu vingine. Ana ni mtu wa ibada, ni mtu wa, lakini hamuingilii. Hili la pili mwanamke ana hiari edha kuishi au kutoka, kuangalia maslahi mengine. Ukiangalia kwenye tuhfatul adudu. Yani, tuhfatul tulfatu, wadudi tuhfatul wadudi bi ahkamil mauludi amezungumza. Kuna sababu za mwanamke kuachika 20, ziko sababu za mwanamke anatakiwa aachwe kisheria 20. Moja ni kutokuingiliwa na huyu mwanaume. Hana sababu yote, hamwingilii, anatakiwa aende, wala kuna hulua, anakwenda kwa kadhi, kadhi akuingilie ee, basi Umeshindwa kuvumilia? E, nimeshindwa. Huyu anaifasiki ndoa, na wakati huo kadhi pia anaweza kumpa huyu bwana adhabu, akamwambia, pamoja na kwamba ninavunja ndoa <coughs> lakini unatakiwa mtafutie milioni mbili umpe huyu, sababu amemuuguza. Kuna kitu katika mwili wa binadamu anapotamani jimai na mtu akumpa, yupo hakumpa, kuna kitu huwa kinatokea kwenye mwili. Kwa hiyo baadaye huyu mwanamke ataathirika kisaikolojia. Kwa hiyo kadhi kama mimi ndio niko pale, lazima nimpige na fine. Nitatoa hadu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia nitampiga na fine kwa sababu ya kumfidia huyu mwanamke atakuwa ameathirika kisaikolojia. Allahu Akbar. Kwa hiyo na ndio hata Qur'ani nasema, hata wao wanawake wanazo haki kwenu mfano wa nyinyi mlivyo nazo kwao. moja ni hiyo mwanamke kuingiliwa ni katika haki yake ya msingi, mwanamume kuingilia ni katika haki yake ya msingi. Na ndio maana ikawa fa'tu huna min haithu amarakumullah hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Kwa hiyo ni lazima na kwenye kuingiliana huku kuwe kuna utaratibu wa vitu vya kuelewa, sio umelala tu, geuka. Hiyo ni kubaka, unambaka. Kwa sababu jimaa zina aina tatu: kuna jimaa ubaka, kuna jimaa wa ada kuna jimau ibada. Kuna jimai unamwingilia mkeo, lakini una hukumu yake, umembaka. Na kuna jimai ada unamwingilia kwa sababu tu ni maumbile ya kufanya kuingiliana, lakini kuna jimau ambao ni ibada. Natratik ntakiwe ufanye jimai ya ibada ili upate thawabu eh. Muda umeisha na mvua, muda umeisha, tuishi tuna 12 dakika mbili. Ulikuwa unauliza sio, sio kwamba ibada zipande mbinguni, yaani ule ubora wa ibada uongezeke. Naam, si ubora unapanda wa ibada eh, We huna mtu wa kumpiga kisi. Mi ni mtu wa kumpiga kisi. Nikimpiga kisi mke wangu, napata thawabu, we upati. Kumlisha mke ni sadaka, kumlisha ni sadaka. Yki, unaona pale nyumbani mke wangu anakula yuko hapo kuniangalia mimi, ile ni sadaka. Sasa mtu ambaye hana mke hapati hiyo, si umeelewa? Tunaposema kupanda sio baada zipande kule kwenye a ubora uongee kwa sababu kila anachofanyana mke na mume ni thawabu tu, cha halal ni thawabu tu. Kwa hiyo kuna ale mavuno ya kuvuna ya kuvuna ya kuvuna tu. E, kuna wakati malaika huwa wanafurahi mpaka wanashangilia, na ndio maana hawa wanaitwa maarusi. Harusi ni mpaka mtakapoachana au mmoja kufa, ndo jina linakufa, lakini sisi hapa wenye wake tunaitwa ni maarusi tu, na moja kati ya maana ya harusi ni utupu wa kike na utupu wa kiume unaitwa harusi. Kwa hiyo umesikia bibi harusi, kwa sababu ya utupu wake utakuwa unatumika kihalali, bwana harusi. Kwa hiyo hata utupu na majina, moja kati ya jina unaitwa harusi. Sasa kwako shekha, hujaitwa harusi, akako shekhe haujaitwa <laughs> <laughs> harusi.

Asalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh. Alburhan Online TV tumewahi tayari katika darsa letu la shekhe wetu Sheikh Sungusungu, ambayo linafanyika kila siku baada ya salatil asir. Wewe kama mdau wa Alburhan Online TV na imani unaendelea kufaidika na darsa hilo. Mada ni wazazi, tunatembea nalo ndani ya siku ishirini na sita na leo ni Ramadhani 17 au 18 Ramadhani kumi na saba ambayo nane, yu, yu, yu, kama, ni sawa na tarehe kumi na nane tarehe za kawaida. Kwa hiyo wewe kama ambaye ni mdau na mpenzi wa Al-Burhan Online TV, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi inshallah.